You are watching B-Boy Feed TV. Like, subscribe, kisha, notification. Asante. A video ya ex wa Diamond Ritha yazua gumzo kubwa sana uko mtandaoni baada ya kuonekana akiwa na Whozu eh, katika gym. Maswali yamekuwa eh, ni mengi uh, watu wakijiuliza iweje eh, Whozu yuko na Ritha, same kama vile eh, wanashikana wanacheka. E, na wakati watu wakijua kwamba Whozu e, ni mpenzi wake Wema na na Rita ni ex wake na Diamond, japo hapa hivi karibuni e, Rita aliposti katika mtandao wake wa, e, wa Instagram na kuandika kwamba wanaosubiria tuachane bado sana, akiashiria aki, aki kwamba e, bado yupo na Diamond, Platinum, lakini hata leo gomvi na Zuchu kutupiana maneno e, vijembe ilikuwa swala ni hilo la Diamond pamoja na na Rita, lakini hawa ni maex walishaachana. Lakini e, Whozu tunajua e, bado ipo na Wema, na Wema na mpenzi yao bado ni ya moto, na hata katika e, maandalizi ya video mpya ya Whozu nilimwona pia Wema akiwepo location akisapoti kazi za mpenzi wake. E, na vitu kama hivyo, kwa hiyo maswali yamekuwa ni mengi sana, kwa nini Whozu wafanye hivyo au kuna nini ambacho kinaendelea baina yake na Rita? E, watu wakitoa maoni yao tofauti tofauti, nimeona akishambuliwa sana e, kwenye comment, watu wakioji maswali mbali mbali. E, wakiuliza je, ndo wako pamoja wameanzisha mahusiano yao e, lakini hakuna anayejua e, tutabaki tukijiuliza e, maswali mengi lakini hakuna anayejua niachie E, mawazo yako hapo nini unafikiria? e, umeliona vipi hili jambo, na, e, nami nitapita naye. E, ila nikukumbushe tu ambaye bado hauja subscribe channel hii. Please make sure unasubscribe kwa kubonyeza alama nyekundu iliyoandikwa neno subscribe hapo chini ya video yako. Lakini bonyeza alama ya kengele itakayotokea ili uweke on notification, uwe wa kwanza kupata habari zetu hizi na nyinginezo, nikwambie tu nakuachia video fupi e, ya Wozu akiwa e, na Rita Gym. Eh, na utaniachia mawazo yako hapo sijui, alikuwa anajiandaa kufanya mazoezi, sio ndio? Alikuwa anamaliza kufanya mazoezi? I don't know but otaniachia mawazo yako hapo chini ya uwanja wa comment section, nami nitapita nayo. Kumbushe tu eh, sina la ziada hapa ndani, push like, pusha kutoshani kwake. Stefano Tem, behind the camera ni Mr Butterfly, I go by the name, enjoy. wow. mm -hmm. hey, it's